Sijawahi kufanya kampeni popote wala kuhudhuria po mkutano wote wa kampeni na wala sitakwenda huko, kwa sababu wenye shughuli zao wapo. Hey, wapo kwa upande wa chama changu, timu inaongozwa na pendejee Zachwa mungadizi ambayo <laughs> ia ada mastari na wafuasi kibao Mkuu wa mkoa anaenda huko kupata nini? Mimi kazi yangu kuhakikishia ulinzi, hii ninayofanya hapa ndiyo kazi yangu. Wengine wanasema eti ya, unajua huyu mama yuko upinzani, anasapoti wagombea wa ACT Wazalendo. Wala wadanganya na wasiwadanganye, nilizaliwa CCM na nitafia CCM. kwenda upinzani atajijua mwenyewe, na ninawaambia leo, hata angekuwa ni mwanangu wa kutoa tumboni mwangu akihama akaenda upinzani, atajijua mwenyewe. Mimi ni CCM kuzaliwa mpaka kufa kwangu, CCM. Na nikifa watanifunika bendera ya taifa, kwa sababu nimekuwa mzalendo nikafanya kazi kama mkuu wa mkoa wa Kagera. Ni wasihi wale wanaotaka kuchezea jina langu, jina langu kubwa sana halichezewi na siko tayari lichezewe. Naishawaambia watu, usijifunze siasa kwa kutumia jina la ma Hajat Fatma Abubakar Mwasa, achana nalo jina hilo kubwa. Na mimi ni mama wachoza kibabe Mpenda watu mbunifu mchapa kazi, hizo hizo sifa zangu, sio sifa za kufanya siasa za majitaka hizo zinazo si, so, wataweza kweli kushindana nasi? hata wakiungana nakusi kutotukana nakagera babalao nakagera babalao